Karibu Ray Mika Gospel TV, ni mimi mtangazaji wenu Ida Mami. Hapa tunawaletea habari kubwa inayotikisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa imemhukumu kifo aliyekuwa rais Joseph Kabila bila ya kuwepo mahakamani. Kesi hii inahusu tuhuma za uasi, mauaji na ushirikiano wa waasi wa M23. Hebu sasa tuangalie ripoti. Waziri wa zamani Kikaya bin Karubi amesema huu ni mfano wa udikteta wa rais wa sasa Felix Tshisekedi. Kundi la M23 limetaja hatua hiyo kama ukiukaji wa kanuni zilizosainiwa hivi karibuni. Mpango wa kusitisha mapigano kati ya waasi na serikali uliafikiwa mwezi Julai lakini wakili wa mashtaka amekaribisha uamuzi huo pamoja na kuwekewa faini kubwa kwa Kabila. Kabila servo moteur Kabila ndiyo nguvu inayoongoza harakati zote za waasi waasi wote na mashambulizi ya Rwanda, yeye kama mtu mwenye ushawishi kwa haya yote, amehukumiwa kifo na mahakama kuu ya kijeshi. Kwa hivyo lazima turidhike, haswa ikiwa fidia ni karibu dola bilioni 34 kwa hivyo Huyu mtu ambaye aliingia nchini mwetu kwa miguu atalazimika kulipa. Je, hukumu hiyo ya kifo imepokewaje mashariki mwa DRC? Hebu sasa tusikie maoni ya wakazi wa Goma. yangu kufanyika, mi nataka vita ni kuisha, mi nataka waone ba, gisi ya kuelewana, yaani serikali na rais wa zamani kuona kisi ya kuelewana ili kusitiza hiyo mzozo. Mimi nasema wanafanya makosa kuhukumu rais president Kabila, pangejikaza wana mfamo kosee wao wa karibu juu akona bashauria kuhusu nji yetu Kongo. Sikubali. Kwa sababu yeye ametumikia nji muda mrefu na ana mambo mengi ambayo ameyafanya kwa ajili ya nji. Kwa sababu hata mtu anaweza kuwa anaweza shutumiwa makosa fulani lakini tukiangalia makosa ya mtu ni sharti tuangalie kwanza na mema ya kwake. Mimi kama mama ninatafuta amani. Kama kumufunga njoo inaacha tutapata amani, muna mufunga sababu tumekwisha kusumbuka siku nyingi. Tunakosa tukimbilie wapi, kwenye mashamba mashamba imeporwa. Tunakosa tufanye nini, amani tu nje yenye ni sauti za wakazi wa Goma lakini, sasa ili kufahamu zaidi, tuungane na mchambuzi Godwin Gonde yuko Sochi nchini Urusi. Gonde, kwanza, wewe binafsi umechukuliaje hukumu hii? Je, ni hukumu iliyotarajiwa? Uh, ni hukumu ambayo uh, haikutarajiwa kwa sababu ilionekana kana kwamba hali imepoa, lakini imekuja wakati ambapo inaleta mawazo mseto baina ya kongomani hata jamii ya kimataifa e, juu ya kile ambacho kitapelekea mustakabali wa Kongo hasa pale ambapo e, e, utekelezaji wa hukumu hiyo utakavyotakiwa kufanyika. Unapozungumzia hukumu hiyo, ni hukumu ya kifo pamoja na faini, itatekelezwa vipi wakati ambapo kabila mwenyewe hajulikani alipo? Uh, nadhani mahakama tu ya Kongo kupitia mahakama ya kijeshi imetimiza wajibu wake, na zipo kesi nyingi sana na hukumu nyingi ambazo zimetolewa ikiwemo hukumu za kifo kwa watu mbalimbali ambazo zimeshindwa kutekelezeka. Kwa hiyo ni ni kana ni, kwamba eh, serikali ya Kongo imeonyesha ime kutokuridhishwa kwake na kutoa hukumu, lakini utekelezaji utakuwa ni mgumu kutokana na historia ya aina ya kesi hizo ambavyo imekuwa ikifanyika hapo Kongo. Turudi nyuma kidogo, Tshisekedi, rais wa sasa wa DRC pamoja na Joseph Kabila aliyekuwa rais hapo awali. Walikuwa marafiki tu miaka michache iliyopita. Uhasama wao umeletwa na nini haswa? E, uhasama wao mkubwa umetokana na mawazo tofauti ya namna ya kuiongoza Kongo kwa sababu ilionekana Rais Kabila akiwa bado na wafuasi na mamluki ambao angependa washirikishwe katika serikali ya Kongo. Kwa hiyo kwa vile Rais Shikesedi alitaka kuwa na eh, eh, maamuzi binafsi kama rais ambaye yuko madarakani, hiyo haikumfurahisha Kabila. Na badala yake alionekana akiisaidia aki hata ku, ku, kutokea Goma na kushirikiana na, na kikundi cha waasi, jambo ambalo limevunja kabisa urafiki wao na kutengeneza uhasama wa hali ya juu. Sasa unadhani hukumu hii itakuwa na athari gani kwa DRC hususan maeneo ya mashariki, kama ambavyo wakaazi wametoa mawazo yao? Ni, ni hukumu ambayo kwanza inafanya ina eh, juhudi za, za, za amani ambazo zimekuwa zikiwekwa eh, kuingia dosari lakini vilevile mustakabali wa Kongo wa sasa inapoelekea katika uchaguzi mkuu hapo e, e, mwakani e, e, kuwa katika, katika, e, katika doa. Kwa hiyo ni hukumu ambayo ipo kinadharia, lakini kiuhalisia inaleta e, hali ya sintofahamu katika suala so zima la usalama wa wakongomani na usalama wa serikali ya Kinshasa. Naam, kwa kifupi tu, viongozi kadhaa wa Afrika Mashariki wameshtakiwa na makosa ikiwemo makosa ya uhaini nchini Uganda, Tanzania, Sudan Kusini na sasa DRC. Pia Kabila ameshtakiwa na uhaini. Unazungumziaje hatua hii ya serikali mbalimbali mbali za Afrika Mashariki kugeukia mahakama ili kuweza kuwanyamazisha wapinzani wao? E, imekuwa ni ni, ni, ni kashfa lakini, mazingira pia imekuwa ni tofauti e, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, kwa sababu e, kuna baadhi ya nchi ambavyo unaona ni moja kwa moja kweli E, e, washitakiwa wamekuwa wame wakishiriki katika uhaini dhidi ya serikali, lakini katika mataifa mengine imekuwa ni e, turufu ya serikali katika kuwanyamazisha e, hao wapinzani na wao kuweza kufanya mambo vile ambavyo wanataka. Kwao ni kasumba ambayo imekuwa ikizikuta serikali za Kiafrika, lakini e, e, haki siku zote itatamalaki pale ambapo kama si wananchi basi jam, jamii kima ya kimataifa inaweza ikaingilia kati na kuhakikisha kwamba e, watu hawa wanapata haki zao. Shukran sana Godwin Gonde kwa tathmini hiyo ya kina kuhusiana na hali hiyo ya hukumu hiyo ya Joseph Kabila. Mahojiano hayo na Godwin Gonde ndiyo anayohitimisha taarifa yetu kuu.